Serikali yaionya CORD dhidi ya kufanya maandamano hapo kesho, ila upinzani unasisitiza kuwa kazi ingalipo. Je, gesi ya machozi itatumika tena? Mara nyingi sana nimekuwa nikimsamehe sasa, ninafikiria labda ta, atarekebisha, lakini vile jana niliona nikaona huyu si mtu wa kurekebishika. Mwanamke mmoja yuko taabani huko Nyeri, baada ya kushambuliwa na mumewe na kujeruhiwa vibaya. Katika makala yetu ya mwanamke ngangari tunamwangazia mwanamke mmoja jasiri huko Bungoma anayetoa ushauri nasaha kwa kujitolea. Naam mtazamaji, popote ulipo, bila shaka ni jioni njema ya Jumapili. Karibu kwenye taarifa zetu za KTN Leo Wikendi. Mimi ni Loft Matambo, na ninapokupa mwaliko huu, kumbuka kama ilivyoada kila Jumapili tunao wageni wetu studioni ambao tunajadili nususi ya jinsia, na hii leo tunamwangazia kijana mdogo Brian, lakini machachari sana, ambaye amepata umaarufu kwa kucheza ama kufanya densi. Yuko na mamake pale Jen, ambaye Jen ni mzazi wa pekee, amemlea na vile vile tuko na babu wa Kasiaka, mshauri wetu katika mkono wangu wa kushoto mbali kabisa. Leo tutajadili iwapo mama mzazi mlezi wa pekee ana uwezo wa kumlea vyema mtoto wake katika maadili na kukuza vipawa vyake namna gani? Hayo ni baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangalie taarifa zetu kuu. Mm. Waziri wa usalama Joseph Nkaiseri amewaonya upinzani dhidi ya kuendeleza maandamano ya kuishinikiza tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuandamana katika afisi za IEBC hapo kesho. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Kajiado, Nkaiseri amesema kwamba vinara wa CORD wanafaa kufuata sheria kikamilifu katika kutoa malalamishi yao dhidi ya IEBC. Hata hivyo, CORD inashikilia kwamba viongozi na wafuasi wake wataendelea kuandamana kila Jumatatu ya wiki nje ya jumba la Anniversary palipo ofisi kuu za IEBC juzi ulivunja sheria Mlianda, mlikuwa na kotoda, mkakuja mkapiga askari na mawe. Hiyo hatuwezi kubali, na ningependa kukanya. Nilisema tuko na enough tia gas, enough na polisi, haja train for a very very long time my friend. Mkijaribu tukapatana na nyinyi huko na sheria Tumenunua vifaa ya kusafisha wale watu, hawajaenda shower for siku mingi. Kwa hivyo kama mtu hata oka kwa nyumba yake, tutakuja, tutakupatia good shower, very good shower. Kwa hivyo we meet with you on Monday because naona mnang'ang'ana. I'm waiting for you na tukisalia katika suala hilo la IEBC, maandamano dhidi ya IEBC yanatazamiwa kuendelezwa hapo kesho Jumatatu. Na vitoza machozi huwa vinatumika sana na maafisa wa polisi ili kuweza kuwatawanya waandamanaji. Vitoza machozi hivyo vilipigwa marufuku mwaka 1995 na Umoja wa Mataifa. Aidha, polisi wamepigwa kurunzi kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika kuwatamanya, kuwatawanya waandamanaji. Jeff Kirui anatathmini hiyo kwa kina. Huku maandamano yakizidi kuchacha dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC, polisi wamekuwa macho kutibua ghasia kwenye mikutano hiyo kwa kutumia vitoza machozi kuwatawanya wahusika. Mtaalam wa masuala ya usalama, meja mstaafu Bashir Abdullahi, amesema maafisa wa polisi nchini hawajajitayarisha vizuri kuukabili umati wa watu.

Mbinu hiyo iliharamishwa na Umoja wa Mataifa kwenye mapatano ya mwaka elfu moja kenda tisini na tatu. Sababu kuu zilizotolewa ni za kiafya na kiusalama, waathiriwa wakuu wakiwa maafisa wa polisi ikiendelea kuwa mbaya zaidi, nafanya mtu anashindwa kupumua na hatimaye anafariki. Kwa hivyo inaweza leta ugonjwa tunaita cataracts, na kama ifanyiwe upasuaji inaleta eh, kukosa kuona, na inaweza leta ugonjwa yenye matibabu yake haijulikani vizuri inaitwa glaucoma, na hiyo glaucoma inaweza fanya pia, inaweza pia leta mtu asiweze kuona. Lakini athari hazitokani na gesi tu bali mikebe inayobeba gesi hiyo ni hatari tume, tumeona um, watu wenye hata wame, wame, wameweza kukatwa mkono ama kukatwa mguu baada ya kugongwa na hizi hizi vitu hizi vidude za kurusha hii tear gas. Vifaru vya kumwaga maji pia vilitumika huku madai yakitolewa na upinzani kuwa huenda vikatumika visivyo katika uchaguzi mkuu ujao. Takriban magari ishirini haya maalum ni sehemu ya yaliyonunuliwa kwa shilingi bilioni 3.8. Magari mawili kati ya hayo yakitumiwa kwenye maandamano ya CORD dhidi ya IEBC kupima utendakazi wake. Magari yaliyosalia kwa sasa yamo ndani ya, ya makao makuu ya GSU yakisubiri kusafirishwa katika maeneo yanayoaminika kukumbwa na gasi ya kila mara. Jeff Kirui, KTN leo Wikendi. Baadhi ya viongozi wa Jubilee wanaendelea kuvutana na wale wa upinzani CORD kuhusu mauaji ya mwanabiashara Jacob Juma. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya usalama bungeni Asman Kamama, wamewakashifu wenzao wa upinzani kwa madai ya kumhusisha naibu rais William Ruto katika kifo chake Juma. Aidha wamedai kwamba CORD inatumia kifo cha marehemu kujipatia umaarufu wa kisiasa. Jeff Kirui tena na maelezo zaidi.

kuudiwa kwamba ni wenyewe wale watu wapale, wacha tuchunguze kitu mpaka itirikane nam. Tukisonga mbele, Rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi amesema kuwa wanawake wanatakiwa kutambuliwa kutokana na jukumu lao muhimu katika kuendeleza makanisa nchini Kenya. Rais mstaafu alisema kwamba hatua hiyo inaimarisha imani miongoni mwa jamii ya Wakristo nchini. Moi alikuwa akizungumza katika siku ya tatu ya kongamano la maombi kanisa la AIC linalofanyika uwanjani Kasarani hapa Nairobi. Maombi yaliongozwa na mkuu wa kanisa hilo Askofu Silas Yego. Uko wasingisho pia na washukuru maaskofu wote wa AIC, ambaye wamechangia sana kazi hii ili iweze kufaulu. Your Excellency, siku hii ni siku ya kumbukumbu katika kalenda ya AIC kwa sababu ndoto yako imetimika, so nataka kushukuru ya kwamba wewe mwenyewe umekuja kuifungua siku hii ya leo. Nina furaha leo kufungua mahali ambako nyinyi mtakuwa mkifanya kazi na kwenda kurudi nyumbani, mahali ambapo hamjakuwa na mawazo yoyote hapo mbeleni, lakini mwenye kuwaza na kuwa na mambo haya na kusukuma na kina mama, kama wanaume wangesema, wangeungana na kama vile mama walikuwa na moto mambo, nyumba ingekwisha na mngekwisha, mngejenga nyumba mbili kama hii nam. Kwenye taarifa nyingine ya kuvunja moyo dhidi ya hao hawa, hao wakina mama, mwanamke mmoja wa umri wa miaka arobaini na miwili anauguza majeraha ya kisu baada ya kudaiwa kudungwa na mmewe huko Nyeri. Mumewe ambaye ni afisa wa polisi kutoka idara ya trafiki ya Nyeri alimshambulia baada ya kushirikiana na rafiki wake wa kike kinyume na matakwa ya mume huyo. Karonderi anaarifu kwa kina. Majeraha ya dada huyu yanasononesha. Inadaiwa kuwa mumewe, afisa mmoja wa polisi katika idara ya trafiki ya Nyeri alifika nyumbani usiku na kutaka kujua kwa nini mkewe Catherine na Nafula alikuwa amemtembelea jirani fulani wa kike ilhali alikuwa amepiga marufuku rafiki kati yao, huku Nafula akionekana kukamata vipande vya nywele zake, yani dreadlocks zilizong'olewa na mumewe walipokuwa wakizozana. Na Fula aliyena umri wa miaka arobaini na miwili anatueleza kuwa ndoa yao ya miaka kumi imekuwa na mikwaruzano. Sikio la upande wa kulia la Catherine na Fula halipo, eti mumewe alilikata kwa kisu miaka miwili iliyopita. Wawili hao walianza kuzozana baada ya mume kufika nyumbani na mwanamke fulani aliyemtambua kuwa mgeni wao. Hakunielezea kama kuna mgeni anakuja. Kisha akanipigia simu akaniambia kuna mgeni anakuja. Nikamwambia mgeni wa aina gani? Akaniambia sijui ni mtoto wa bwana ya shangazi yake, hawana ukoo, lakini alikuwa university. Sasa amekuja kumtembelea. Mimi nikasema kama kuna mgeni yeyote anaweza kuja sieri, unielezee, unijue kwa sababu nyumba mimi, mimi ndio bibi wa nyumba Masikitiko ni kuwa vita vya mume na mke hutendeka mbele ya watoto wao watatu. Kifungua mimba yuko katika darasa la nane. Watoto hawezi kufanya chochote, manake hata watoto wanamwogopa yeye. Kwa nyumba ni mtu wa vurugu, hata anaweza kuambia watoto, naweza nikakugonga kwa ukuta saa hizi, ila yani ni matrets tu kila mara, hamna hata vile anaweza kaa na watoto vizuri. Inadaiwa kuwa mambo yamezorota kiasi cha mume kumtishia mke kuwa tamua sasa imekuwa ni mazoea tu kwake, kwa sababu anajua kuwa hakuna vile nitaweza fanya ama siwezi. Kwa nini? Mara nyingi sana nimekuwa nikimsamehe jamaa. Na rafikizi humuuliza Nafula, mbona asalie kwenye ndoa iliyojaa dhuluma? Kumpenda mtu inaweza kufanya uvumilie, labda umsamee tena mara ya kwanza. Watoto ni wake. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Nyeri Yunis Kehiko amesema uchunguzi wa kina ungali unaendelea. Afisa huyu wa polisi mumewe Nafula inadaiwa walifungiwa ndani ya nyumba na majirani angalau waweze kumnusuru dada huyu. Hapa Catherine anaonekana akiingizwa kwenye gari la polisi kumfikisha hospitalini ili atibiwe majeraha mengi mwilini yaliyosababishwa na mumewe. Amekuwa kimkata kwa kisu mara kwa mara. Alama ziko katika hata sehemu zingine ambazo siwezi nikaonyesha. Catherine anasema amesomea uuguzi na baadaye kufanya mafunzo ya urubani. Carol Derikati, in County ya Nyeri. Naam, shukran sana mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa za KTN Leo Wikendi. Pia tunakualika katika jukwaa letu la mtandao wa kijamii kwenye Twitter, at KTN News, at Loft Matambo. Tumekuuliza awali katika mtandao huo, je, unahisi wana CORD wana haki ya kuendeleza maandamano yao kila wiki, ikitarajiwa kwamba kesho wana maandamano mengine? Lakini kwa sasa tuangazie taarifa ya mwanamke ngangari, ambapo hii leo kwenye makala yetu ya kila Jumapili ya mwanamke ngangari tunamwangazia mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Bungoma, mama Maximila Akelo alijibidisha zaidi kama mwanamke ngangari na kutoa ushauri na saha. Mbali na kuwashauri wanafunzi walioathirika katika shambulizi la chuo kikuu cha Garissa, mwanamke huyu vilevile vile amejitolea kubadili jamii kwa kufanya mambo bila kulipwa. Elvis Kosgey anatuarifu kwa kina. Kwa majina naitwa Max Miller Winfred Okello, mimi mzaliwa wa Busia County, ila nimetrain kama mwalimu. Kazi yangu nayapoamuka ni kwenda pale polisi ama kotini ama hospitali kuangalia wale watoto ambao wamebakwa na kuwapa ushauri. kitu gani hasa kilikuchochea na kukusukuma kujitosa katika kazi ya ushauri na saha? Kisa ni kwa sababu watoto hawa wamesaulika katika jamii na counseling, um, watu wanalipia, na watu wengi hangepata angetaka kusaidia mtoto kama huyo, na baadhi yao ni wale wanatoka katika familia ambazo mapato yao ni duni. Kwa kuwa sa mimi najishughulisha na hayo, niende nisaidie watoto, maanayake kuna training niko nayo na skill ambayo najua naweza wasaidia watoto wengi wasiwe katika hiyo hali. Je, unatumia mbinu gani hasa katika kuwaelekeza ama katika ushauri? Na nimesoma skili ya kwa ni mewe, so kutumia ile inaita art therapy. Art therapy ni michoro na kuna maswali ambayo yanaambatana na hii michoro na hivyo watoto wanaongea vile ambavyo vitu hawangeweza kusema na mdomo wanavisema na picha na rangi. Na hii skill inasaidia sana kujua mtoto ako hali gani na unaweza msaidia vipi, kwa kuwa ni kama anacheza, na akiwa anacheza anakuwa amefurahi. Kwa kuwa first exercise yenyewe tunampa rangi zote 12 yeye mwenyewe anakuwa anachukua, anapoku, anapo, anapoweka uh, hiyo color. Kwa hivyo kama ako na enga, ataenda tu for three colors either black Uh, orange or red, na kweli nimeona kwa watoto wote. Ama yule mtu anadhuluma, ukimpa ukiweka pale rangi na na hiyo chuki, anaende anachukua tu hiyo rangi, kwa maana kulingana na akili zake psychologically, yeah, anakuwa touched to hiyo kala. Jitihada zake za kuwahusia wanafunzi walioathirika na shambulizi la Garissa ni dhahiri na tukakuwa, wengi walikuwa na tatizo la ta kupata uzingizi usiku, na mwanafunzi mmoja alimaliza mwezi mzima bila kulala, lakini baada ya counseling three sessions akawa ameanza kulala. Si hayo tu, mwanamke huyu pia amehusika pakubwa katika kuwashauri wafungwa na vilevile vile washukiwa wa ubakaji, kwa kuwa wanaume wa hapa wako na low self worth. Watu wenye wana low self worth ndio wanafanya visa kama hivi, na ndio naona kuwa kakuwa hao wanaume wa Western, vinahitaji ma, mafundisho makali sana Le, ameweza kusunguka na kufanya hii kazi. Ninamuona kama nganga kwa sababu ako na hicho kipawa, kwamba hata aliweza kuwacha kazi ya walimu. my my mojawapo ya tuzo aliotunukiwa kutokana na jitihada zake za wiano katika ukanda wa Afrika Mashariki hata hivyo mwanamke huhitajika na matumaini makubwa ya kuwa Kenya siku moja itakuwa taifa la kuwajali watoto wake. Elvis Kosgey, kwenye makala ya mwanamke ngangari, KTN Leo Wikendi, katika kaunti ya Bungoma.